Jambo la tano la kuepuka mwaka huu elfu mbili ishirini na sita ili uwe mtu wa furaha, epuka sana kujilinganisha na wengine. Yaani, epuka sana kujilinganisha na wengine. Kujilinganisha ni hali ambayo ya mtu anajiona yeye ni duni, wengine ndio wako juu. Ni ile hali ambayo mtu anajikuta yeye hasamini vya kwake, lakini anaishia kusamini vya watu wa wengine Sikia ndugu mpendwa, kwenye hii dunia huwezi kuwashinda watu vitu vyote. Unaweza kuwa na vimoja, vingine huna. Ni kitu ambacho kieleweki, na utakuwa mtu wa kufuraha ukielewa hili. Kila wakati kuna vitu utakuwa navyo na vitu vingine ambavyo wengine wanavimiliki. Sasa hali ya kujilinganisha itakuzuia wewe kuwa mtu wa furaha maana kila mara utajikuta hutoshelezeki na utajikuta kwamba wewe kila wakati huna, unashindwa kuthamini vitu ambavyo uko navyo, halafu unaanza kuthamini vitu vya watu wengine ambavyo huna hiyo ni hali ambayo itakuondolea furaha siku nyingi za maisha yako, na nini, hali itakuzuia wewe kuendelea mbele, kusonga mbele katika kazi zao, katika biashara zao, katika eneo lote lili la kazi uliopo. Kwa hiyo epuka hali ya kujilinganisha, samani vya kwako, jiangalie wewe, ni mmoja wa watu wengine wapo duniani, jiangalie na wewe una vitu vya kuweza kuonesha kwamba unavyo, maana hakuna mtu ambaye hana hata kitu kimoja hapana, wewe ni wongo. Kila mmoja wetu kuna vitu anavyo, hata kama ni mchache sawa, lakini huko navyo. Kwa hiyo thamini video ulivyonavyo kwa wakati huo, na vingine vitakuja, lakini epuka hali ya kujilinganisha na watu wengine. Kubayana nanyi kwamba duniani kila siku uta huwezi kuwashinda watu wote vitu vyote. Kuna vitu utakuwa navyo, kuna vingine ambavyo hutakuwa navyo. Jambo la sita la kuepuka ili uweze kuwa na furaha mwaka huu 2026 furaha kamili, epuka sana kusubiria mambo yatokee njo uwe uweze kufurahia. Yaani epuka mambo yatokee njo ufurahie Yaani ile ya hali ambayo mtu anasema kwamba nasubia ya, yaani namkuta mtu anasema kwamba wakati nitanunua gari fulani ama gari lolote lile ndipo nitaweza kuwa na furaha. Sasa ndugu yangu, ukiishi hivyo unaweza kuja kuava duniani bila kufurahia maisha. Unaishi maisha ambayo hata siku moja huja kuja kufurahia hata siku moja. Unamkuta mtu kwamba alisema nasubiria hamama akitokea hapa ndipo nitakuwa na furaha kamili. Jee, tokea, furaha kamili. Je, yasipotokea maana yake furaha hamna. Je, yakawa miaka mitano yani make utasubiria kuanzia mwaka huu elfu mbili ishirini na sita mpaka elfu mm, mbili na thelathini ndipo wezekuwa na furaha kamili hapana. Unatakiwa uwe hujaona matokeo uwe na furaha, na atakapotokea uwe na furaha. Yameenda vizuri uwe na furaha, yameenda vibaya uwe na furaha, maana furaha yako imo ndani yako. Maana furaha yako haitakiwi uifunganishe na mambo ya nje yako, hapana. Furaha yako inatakiwa iwe furaha yako kila wakati. Mtu akukuaze, mtu akuseme vibaya, mtu akusengenye, sijui mtu aweze kufanya katika maisha yako, mambo yaendi sawa, lazima uweze kuwa na furaha katika maisha yako, na hapo ndipo utakaopata nguvu na shauku ya kukabiliana na kila changamoto yote ile katika maisha yako. Jambo la saba la kuepuka mwaka huu 2026 ili uweze kuwa na furaha kamili, epuka sana kueleweka na watu, yaani, epuka sana kusubiri watu wakuelewe. Jambo hili litakuletea furaha sana, hasasa kwa yule mtu ambaye tayari amejigundua yeye ni nani, amejua kusudi lake, ana maono makubwa, hasa yale maono anataka kujaribu kuanza kuelezea marafiki zake au ndugu zake au wazazi wake kuna mara wanaweza kukuelewa haraka na kuna mara hawawezi hata mwenye kuelewa hata mtu mmoja akashindwa kuelewa ndoto yako au maono yako, akashindwa kuelewa we, wakati umeangalia tayari, umeafikia umekamilisha, unaangalia yapo hapa lakini wewe unasema a a hamo mtu yaelewi. Sasa isio sababu ya wewe kutokuwa na furaha kwamba sieleweki. A a, unatakiwa uwe na furaha watakuja kuelewa hapo baadaye. Hawakuelewi leo hii lakini we endelea na hatua zako, watakuja kuelewa pamoja na furaha yako. Usikose furaha kwa sababu watu hawakuelewi ah -ah. Kuwa na furaha hata kama kipindi ambacho baba yako mama yako ndugu zako hawakuelewi nini unachokifanya wewe kama unakielewa sawasawa sawa, endelea kukifanya, maana wewe ndiye una ule mzigo, ule mzigo umeitwa we kuweza kutekeleza. Kwa hiyo usubirie watu wa kuelewa kirahisi, watakuja kuelewa baada ya muda fulani au miaka kadhaa, ndipo atakuja kuelewa nasema o oh, dogo kumbe alikuwa na maanisha hivi, ndipo anakuja kuelewa. Kwa hiyo usi usikose furaha kwa sababu watu wengine hawakuelewi. Wewe kama unajielewa, unajua kula na kuelekea, unaelewa maono yako, ndoto zako, basi songa mbele, utaangalia matokeo. Ndio kuna muda utafikia, watu wote hawaoni sawasawa kuna wale ambao watakuelewa na kuna wale ambao hawatakuelewa. Na hata ikitokea kwenye mazingira yako, watu wote wanashindwa kuelewa, ingawa wewe unaelewa jambo unaloliendea katika maisha yako, basi fokasi huko, usikose jinyima furaha kwa sababu watu wengine hawakuelewi ama hawaelewi ndoto zako ama hawaelewi maono yako, maana asilimia mia moja ya utafiti inaonekana kwamba watu ambao wamefanikiwa pakubwa walipoanza mambo yao taratibu, hawakueleweka na watu wa karibu. Kwa hiyo, wewe kama unaelewa ndoto yako, wewe songa mbele, na watakuja kuelewa baada ya muda fulani.